Nao no, wakulima katika kaunti ya Busia wamehimizwa kukumbatia ufugaji wa ng'ombe wa maziwa kwa wingi ili kukidhi mahitaji ya bidhaa hiyo katika shule na vyuo vya mfunzo ama vya mafunzo anuwai. Uhaba wa maziwa katika chuo cha mafunzo anuwai cha Murende eneo bunge la Matayos unatatiza juhudi za wanafunzi za utengenezaji mtindi au maziwa ya mgando licha ya kuwepo na mashine za kisasa za kufanikisha shughuli hiyo. Ashine hizi katika karakana ya chuo cha mafunzo anwai cha Murende viungani mwa mji wa Busia zina uwezo wa kutengeneza lita zaidi ya elfu mia tano za mtindi kila siku, ila uhaba wa maziwa unahujumu juhudi za wanafunzi wanaotafuta ujuzi huo hapa, wakilazimika kutengeneza bidhaa hiyo mara mbili tu kwa wiki. Chuo hiki chenye wanafunzi elfu moja na saba kimewezeshwa kufuga ng'ombe wawili tu wa maziwa hivyo basi kutegemea pakubwa bidhaa hiyo kutoka kwa wakulima na vyama vya ushirika. 1,500 liters. Nia ya wanafunzi hao ni kuwa na ujuzi wa kutengeneza mtindi utakaotosheleza jamii iliyoko karibu, mbali na bidhaa hiyo kuuzwa katika maduka makuu ili kuwawezesha kujichumia riziki. We have short, shortage of cattle which leads to shortage of milk that disable us or limits us from producing milk that will hit a target of 15,000 maybe a day or a week. So we are just urging the government to supply us with more cattle so that we can be able to produce more milk. Urge the government to support us in some resources so that we can continue with production. Changamoto la ukosefu wa nguvu za umeme mara kwa mara katika eneo hilo la Rakite linasababisha bidhaa katika majokofu kuharibika. Our power shortage is extreme.

Kwa sasa wanafunzi wa chuo hicho wanatumia muda wao mwingi kusafisha maji yanayowekwa katika chupa na kuuzwa. We are packaging water and milk specifically or in large numbers so our Wakulima katika kaunti ya Busia na maeneo yaliyo karibu sasa wametakiwa kutumia fursa hiyo vema na kufuga kwa wingi ng'ombe wa maziwa kutokana na kuwepo kwa soko la haraka. Jen Cherotich, runinga ya Citizen, Busia. Naibu rais Profesa Kithure